Uchumi wa dunia unaendeshwa na uhuru wa mtiririko wa bidhaa huduma, mitaji kati ya mipaka ya nchi mbalimbali, lakini kwa siku za hivi karibuni mabadiliko makubwa yametokea kwenye biashara ya kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump anayejulikana kwa mtindo wake wa utawala wa kibabe alianzisha vita vya kibiashara tarif war dhidi ya China, nchi za Ulaya na nchi nyinginezo, mgogoro ambao umeleta athari kubwa za kiuchumi duniani kote tarehe mbili 2 aprili elfu mbili na ishirini na tano siku aliyoiita siku ya ukombozi trump alitia saini amri ya utendaji ya kutoza ushuru wa asilimia kumi kwa bidhaa zote zinazoingizwa nchini marekani ambapo ushuru wa mataifa mengine ukiwa wa juu zaidi kama vile mexico na ushuru wa nchi nyingine kuongezwa kwa mara kadhaa kama china ambapo ushuru wake umefikia zaidi ya asilimia mia moja swali ni je kwa nini katika kipindi hiki ushuru uwekwe kwa bidhaa zinazoingia Marekani? China, Umoja wa Ulaya wamekosea wapi? na ni nini madhara yake kwenye uchumi wa dunia nzima? na je Trump ataweza kupambana na washirika wake wa biashara? Mbegu za vita vya ushuru vya Trump zilianza kupandwa muda mrefu kabla Trump ya kuwa rais. Akiwa kama mfanyabiashara Trump alijitokeza na kudai kuwa China ilikuwa ikifanya biashara kwa njia isiyo ya haki. Trump akaibuka kwenye ulingo wa siasa na kauli mbiu ya America First, Marekani kwanza. Kauli mbiu iliyovutia hisia za Wamarekani wengi. Kauli mbiu hiyo ikafanikiwa kumpa dola mwaka 2017. Hapo akaanza kushughulikia kile alichokiita mikataba ya biashara isiyo ya haki na mikataba mibaya ya China. Mwishoni mwa mwaka elfu mbili na kumi na nane, Trump alianzisha ushuru kwa baadhi ya bidhaa za China, na huu ulikuwa ni mwanzo wa vita ya ushuru. Lengo lake ilikuwa ni kwamba kwa kutoza ushuru bidhaa kutoka China, Marekani ingeweza kumshinikiza China kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kubadilisha mifumo mibaya ya China ya kibiashara. Marekani akaanza kutoza ushuru wa asilimia ishirini na tano kwa bidhaa nyingi kutoka China mwaka huo huo elfu mbili na kumi na nane ambapo ilikuwa ni pamoja na vifaa vya kielektroniki na mashine. Lakini China haikukubali kufokewa. Rais wa China Xi Jinping na yeye akaja juu, bidhaa za Marekani hususan bidhaa za kilimo kama soya, nguruwe na soga zikawekewa kodi. Vita vya kibiashara vikaitika, hakuna upande uliotaka kuonyesha udhaifu. Matokeo yake ni kwamba vita ya mafahali wawili ikaleta athari kubwa, sio tu kwa mataifa hayo mawili lakini pia kwa uchumi wa dunia. Marekani akaendelea kuilaumu China kwa kushiriki vitendo vya biashara visivyo vya haki. Haya mashtaka ndiyo yaliyokuwa msingi wa ushuru wa Marekani, lakini China yenyewe ikajitetea na ikasema kwamba yenyewe ni mtetezi wa biashara huru na pia ni mtetezi wa ushindani wa haki. Sasa Donald Trump ameleta ushuru huo kwa sababu kadhaa ambazo zinaendana na sera na falsafa yake ya America First. Jambo la kwanza kabisa, Trump anafanya hivyo ili kulinda viwanda vya ndani vya Marekani. Anaamini kuwa ushuru utafanya bidhaa za kigeni hususan bidhaa za China kuwa za ghali zaidi, na hilo litawahamasisha Wamarekani kununua bidhaa za ndani, ambapo hii itachochea uzalishaji wa ndani pamoja na kuongeza ajira. Vilevile itapunguza nakisi ya biashara au trade deficit. Marekani imekuwa na nakisi kubwa ya kibiashara, yani Marekani inaagiza zaidi ya kuliko inachouza nje, na utawala wa Trump unaona kuwa ushuru ni njia mojawapo ya kupunguza uagizaji wa, wa bidhaa kutoka nje na kusaidia kusawazisha mizani ya biashara. Sambamba na hilo, Trump anataka kushinikiza nchi nyingine zibadili sera zao. Anatumia ushuru kama silaha ya kisiasa na silaha ya kiuchumi ili kulazimisha nchi kama China kubadilisha sera zao kuhusu hakimiliki, teknolojia na upatikanaji wa soko la ndani la China. Anaamini kuwa nchi hizo zinatumia mbinu zisizo za haki kwa ajili ya kunufaika kibiashara dhidi ya Marekani. Sera za kiuchumi za China zimekuwa na matatizo kadhaa kwa Marekani hasa kutokana na jinsi zinavyotoa ushindani usio wa haki. Pia China inatoa ulinzi mkubwa kwa makampuni yake ya ndani na mara nyingi inaweka vikwazo kwa makampuni ya kigeni kuingia kwenye soko lake na pia inalazimisha hizo kampuni za kigeni kushirikiana na kampuni za Kichina, na huku bidhaa za China zinakuwa zinauzwa kwa urahisi zaidi kwenye masoko ya kimataifa. Hii inatazamwa kama sera ya upande mmoja isiyo na haki. Sambamba na hilo, wizi wa China wa haki miliki ni mwiba kwa Marekani. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikilalamika kuwa makampuni ya Kichina yanaiba teknolojia bidhaa za ubunifu na maarifa ya kiteknolojia kutokana na kampuni za Kimarekani kulazimishwa kufanya ushirikiano usio sawa na makampuni ya Kichina, na kuna madai kwamba China inachezea thamani ya sarafu yake ya yuan ili kufanya bidhaa zake ziwe nafuu zaidi kwenye masoko ya nje. Wakati bidhaa za Kichina zinaingia kwa wingi Marekani, kampuni nyingi za Kimarekani zinakumbana na masharti magumu au vikwazo vikubwa zinapotaka kuingia kwenye soko la China. Kwa hiyo, Marekani inaona kuwa China inatumia sera ambazo zinakiuka kanuni na ushindani wa haki katika biashara ya kimataifa. Na ndio sababu utawala wa Trump unachukulia ushuru kama njia ya kushinikiza mabadiliko. Mafahali wakipigana basi, nyasi ndizo zinaumia, na hichi ndicho kinachotokea kwenye uchumi wa dunia nzima. Dunia imesudia kupanda na kuporomoka kwa masoko ya hisa, na wataalamu wa mambo ya uchumi wameonya na kusema kuwa maamuzi hayo yanayofanywa na, na Marekani ni kikwazo kwenye uchumi wa dunia, lakini Trump anaamini kwamba ataifanya Marekani kuwa kubwa kwa kupitia mbinu hii. Huenda akafanikisha dhamira yake, lakini sio rahisi, kwa sababu hakuna upande unaotaka kuonekana kuwa dhaifu. Huenda muda ukawa mwalimu mzuri zaidi. China kwa upande wake inafanya kulipiza kila Marekani anachofanya, na haiamini kama Trump anaweza kuishinikiza kibabe kwa kupitia ongezeko la ushuru. Asante kwa kuniangalia, usisahau kusubscribe ili kupata yote yanayojiri.